Kutana na jeneza lenye uhai, jeneza linalochapa watu bakora, jeneza linalomkimbiza kila linayemwona. Mwanzoni hali ilikuwa tulivu. Jeneza liliwekwa sehemu kwa sharti kwamba lisifunguliwe, lakini mlevi mmoja alivunja mwiko akalifungua na ndipo hapa sasa jeneza likaanza vurugu zake. Leo wazee walikusanyika wakijadili suluhisho. Jeneza liliwasumbua, liliwatesa. Walikaa kikao, wakijadili wafanye nini basi ili kuwa salama na jeneza hili. Katikati ya kikao wakiendelea na mjadala huu, jeneza lilitokea na kuanza kuwachapa fimbo za mgongoni wazee hawa. Wazee walikimbia, wakuanguka alianguka, wakujikwaa alijikwaa, lakini wote waliweza kufika nyumbani. Hakuna hata mmoja ambaye bakora haikumgusa. Wote walichapwa. Maisha yaliendelea kuwa magumu katika kijiji. Ni wazee wakajikusanya tena kwa siri na wakakubaliana suluhisho la jeneza hili lenye uhai ni mganga. Akipatikana mganga fundi, basi jambo lote litakwisha. Mganga alitafutwa, wala haikuwa kazi ngumu hata Alipatikana mganga aliyekuwa na maleba ya kusha, mganga aliyesifika kwa dawa tangu utoto wake. Akaletwa mganga, aliwaambia wazee suluhisho pekee ni jeneza hilo kuzikwa, kwani likizikwa halitaweza tena kusumbua watu kwa hivyo mganga akaamrisha jeneza litafutwe kokote kule likamatwe, na liweze kuzikwa. Wazee wakapata wasiwasi wasi. Ni nani ataweza kulikamata jeneza hili? Mganga akawaambia wasiwe na hofu, wamwachie yeye kazi hiyo, kwamba angeweza kulikamata. Mganga siku iliyofuata alitega mitego yake na aliweza kulinasa jeneza. Akawaita vijana, akawaita wazee, akawaita wanakijiji, akaambia, twendeni makaburini tukalizike jeneza hili halina ujanja tena. Watu kwa kumwamini mganga walishangilia, wakalibeba jeneza, wakalipeleka kuna kumaziko. Walipofika makaburini, shimo lilichimbwa haraka, mganga akiwa pembeni wazee wakitazama kwa furaha, wakiona kwamba sasa changamoto iliyowasumbua imekwisha. Jeneza lilichukuliwa taratibu likawekwa ndani ya shimo, lakini walipotaka kuweka mchanga, walipotaka kuanza kushusha udongo, ghafla jeneza lile lilifunguka, lilifunguka kisha nguvu ya ajabu ikamvuta mganga, mganga akatumbukia ndani ya jeneza, nalo jeneza likatoa sauti kuu likisema, hakuna jeneza huzikwa tupu, lazima nizikwe na yeyote. Watu walikimbia kwa hofu, watu walisambaa, watu walikimbia. Mganga alitapatapa ndani ya jeneza hilo akiwa na hofu kubwa alitapatapa mganga, alitapatapa kwa hofu, akafanikiwa kulifungua na kutoka nje, naye akakimbia. Alikimbia kwa hofu kubwa, mganga alikimbia akiogopa, mganga alikimbia, nalo jeneza lilitoka likaanza kuwakimbiza. Wa kwanza kumkamata alikuwa ni mganga wenye, likamchapa fimbo za mgongo na watu wengine lika wakimbiza na kuwachapa bakora za mgongo. Hofu ikatanda kijijini. Utafanya nini? Sisi kwa nini tunasumbuliwa na jeneza? Jeneza lenye uhai? Nini ni suluhisho la jeneza hili? Ikumbukwe kwamba kuna wanakijiji walianza kuwaza kukihama kijiji, lakini suluhisho la kweli, suluhisho la tatizo si kulikimbia tatizo, bali ni kupambana nao. Wanakijiji walikuja na mbinu nyingine ya kupambana na jeneza hili. Tukutane sehemu ya tatu.